Hujambo mtazamaji wa maco TV na karibu. Unapohitaji kuanza shughuli zako za kilimo, lazima uwe na lengo lako, kwa nini unafanya shughuli hiyo ya kilimo? So leo hii tunaenda kuangazia unapohitaji kulima mahindi. Je, ukonsida kufanya kilimo mahindi kwa ajili ya unga ama ufanye kilimo mahindi kwa ajili ya kuchoma? Leo hii tupo shambani ambapo tutakutana na mtaalamu wetu Morgan Jamari ambaye kwa misimu kadhaa amekuwa akifanya hivyo vyote viwili kwamba kulima mahindi ya kuchoma na pia kulima mahindi ya unga. Faida zipi zinapatikana kwa kuchagua wewe kulima mahindi ya kuchoma ama mahindi ya unga? Usiondoke, hii ni... Simda, nimeona umeuza pia mahindi, kwa hiyo unazungumza kutoka kwa experience, sio kwa kusoma mahali na leo hii nahitaji uwe honest, yani ongee ukweli kwamba ni kipi ambacho nikipata hapa na faida yake na hasara kwa kuchagua kuzalisha mahindi ya namna gani? Kawaida kwenye ekari moja tuna e, idadi ya miche elfu kumi na sita au tunasema ni planned population miche elfu kumi na sita Sasa ukifanya tathmini, huu mche ukituzwa, e, kutoka mwanzo mpaka mwisho wakati wa kuvuna, tunavuna mahindi elfu kumi na sita na hapa tumeuza kila muhindi shilingi mia mbili kwa maana yake automatically ya mahindi elfu kumi na sita ukiuza kwa kila muhindi shilingi mia mbili unapata karibu milioni tatu na laki mbili. Hiyo hiyo, utaanza kugundua kwenye kwenye ukivuna mahindi mabichi ukayauza ya kuchoma na ukawasubiria akauke, kuna faida ya kuyauza ikiwa mabichi ya kuchoma. That is different. Kwa hiyo mtu anayelima mahindi ya kuchoma ana faida kubwa kuliko mtu anayelima mahindi ya, ya, ya, ya, ya unga. Na kwa kawaida uwaga mahindi ambayo ni makubwa zaidi ndio uwaga yanakuwa preferred mara nyingi sana kwenye kuchoma ni vitu gani sasa mtu lazima azingatie wakati anapo select mbegu kwa ajili ya kulima mahindi yake ya, ya, ya kuchoma? Au mahindi yoyote tu yanastahili kwa ajili ya kufanya kazi ya kuchoma? Sawa, na ni kweli kabisa, wakati wa kuuza haya mahindi mabichi, wafanyabiashara wengi wanakuwa wanaangalia mahindi yale ambayo yana afya. Kwa hiyo, na vitu vikubwa vya kuzingatia kuhakikisha kwamba hii mbegu inakuwa ni bora ni kuangalia pia aina ya mbegu. Sio kila mbegu ni ya mahindi ya kuchoma mbegu nyingi za hybrid unaweza kuzitumia kwa ajili ya mahindi ya kukausha lakini sio kila mbegu ni kwa ajili ya mahindi ya kuchoma au ya kukuza kwa mabichi mfano mbegu ambayo mara nyingi tunaitumia ni kama IDK 77 ambayo tumeilima hapa shambani lakini pia nimeona wakulima wengi wanaipendelea wafanyabiashara wengi wanaipendelea kwenye mahindi ya kuchoma mbegu moja inaitwa DK 8990 hii mbegu inatumika sana kwenye mahindi ya kuchoma kwa sababu mahindi unaweza kuwa ni mdogo lakini una afya sana kwa hiyo ni bora sana hiyo mbegu, lakini ili makusudi muhindi huu uwe una afya, lazima mkulima azingatie mbolea kwa wakati, lakini pia huduma za kishamba kwa wakati, kwa maana kwamba farm management, kuparivia, kupiga dawa na vitu. Na ukiangalia sasa, kwa hapa wakati naangalia ni muda, time frame kutoka mtu amepanda mpaka kuja kuyavuna hayo mahindi kwa ajili ya kuchoma, na time frame ambayo mtu anatumia wakati anapopanda mahindi kwa ajili ya unga difference yake hiyo ni ipi, au unaona faida ya kwa Morogoro, mfano DK 8990 au DK 77, kutoka kupanda mbegu mpaka kwenda kuivuna. Hasa nikizungumzia kwa upande wa kuvuna yale mahindi ambayo ni mabichi, inachukua takriban siku 75 lakini mpaka kusubiria akauke, inachukua takriban siku 90 mpaka siku mia moja na ishirini. Hapo mahindi yanakuwa yamekauka complete kabisa kwa hiyo ukitaka kuangalia kwa upande sasa, ukupata kipato mkulima atanufaika kama akilima mahindi mabichi, kwa sababu anasubiria kwa muda mfupi na anapata fedha nyingi. Utofauti wao tu ni kwamba huyu naye ana mahindi makavu, labda pengine ya chakula kwa ajili ya baadaye, huyu kapata fedha sasa, inategemeana na matumizi yake ya fedha anafanya, lakini faida kubwa ipo kwenye kuchoma mahindi, kwenye kulima mahindi mabichi, kwa sababu mahindi ya kuuza, kwa sababu anasubidia kwa muda mfupi na anapata kipato kikubwa kwa maana ya kwamba anapata fedha nyingi. Na vipi ku, kwa upande wa upatikanaji wa wateja, wateja wako wengi kwa sababu mfano kama hapo tupo maeneo ya mjini, kwa hiyo wako wale bodaboda na wale mama ambao wanachemsha mahindi yale yani ya, ya kuchemsha. Kwa hiyo wateja wako wengi, na uzuri huwaga wanaambiana wa na vya wa wana kitu ambacho nimechunguza, hawa jamaa wana hadi vyama vyama vyao, wana mwenyekiti, wana katibu, wana mhazini, kila kitu vyama vya, vya wachomaji mahindi mm -hmm, moja, wa shirini, wa wa. Kwa maana ukimkonsati mtu mmoja utashangaa kesho wametokea hebu ishirini wanashambulia shamba lote. Kwa hiyo wateja ni na hii hapa, mtu anaweza kafanya large scale, yani kulima mpaka eka kumi eka ishirini kwa ajili ya mahindi ya kuchoma, anaweza kafanya, kwa sababu unajua mazao haya ya vyakula kila siku yanatumika, na ukiangalia wananchi walioko Tanzania milioni ukisema uwarishe kila siku mahindi ya kuchoma, automatically huwezi kwa accommodate kwa wataja wote watahitaji mahindi eh, na sio kwamba wataja mahindi ya kuchoma lakini, wako wengi, wako wengi kwa sababu wako ambao watahitaji mahindi wachome, wengine watanunua kwa ajili ya kuchomesha kande, na kande hizi zinaenda kwenye mahoteli, kande za mahindi ya mabiche ndio. Ukienda hoteli unaweza kula kande. Kwa hiyo ukiangalia soko ni kubwa sana, na mpaka hata kama ukilipa ukilima eka 100 hauwezi kukidhi mahitaji ya wakulima wote ya, ya, ya, ya, wateja wote waliopo ndani ya mkoa wa Mbeya. Kuna mtu namfahamu ashaweza kulima kuanzia eka 20 25 kulima mahindi. Je, kazi yake ni mahindi ya kuchoma tu peke yake? Ya, kuna mkulima mmoja yupo maeneo ya Mlali ambaye pia kwa mara ya kwanza anaanza kulima aliunganisha na wateja. Yeye an, anafanya kazi hii analima kwa zile eka 5 eka 10. Kwa hiyo afanye kazi nyingine. Na umefikia wakati hadi kile kipindi cha kiangaza ambapo maji yanakuwa ni machache. Anafanya sanction wa kutumia pampu, anamwagilia mahindi yake, anayauza biashara yake ndio hiyo, kwa sababu shagundua na subesi siku sabini na tano na yatoa analima tena takriban siku na ukiangalia sasa, hapo umezungumza miongoni mwa advantage ulionao ni kwamba wewe uko maeneo ya mjini. Hapa tulipo ni maeneo ya mjini, karibu na mjini, kwa hiyo kupata wateja sio kazi kubwa zaidi. Mtazamaji, ukiangalia hapa tulipo kwenye shamba, tayari mahindi yameshaanza kuvunwa kwa wakati fulani a unavyoona hii hapa zimebaki zimesimama tu. Unaweza ukawa unajiuliza kwamba ni kwa, kwa nini tunafanya hivi. Cha kwanza ni kwamba unapokuwa ukimaliza hapa kuvuna haya ma, ma, mahindi ambayo atakuwa amesimama amebaki hii miti hii miti ya mahindi hii waga, inafanyiwa shughuli nyingine. Wafugaji wa ng'ombe wanahitaji hizi, wanazihitaga foreji ambazo wanatumia kwa ajili ya kulisha mifugo yao. Kwa hiyo sio kwamba tu uta make money kwa kuuza tu mahindi peke yake, uta make money pia kwa kuuza haya mabaki ya mahindi, kitu ambacho ni ngumu sana kukifanya kwa mahindi yale yaliyokauka, hasa maeneo ambapo hakuna wafugaji. Kwa maeneo kama hapa ambapo ni mjini, kuna wafugaji ambao changamoto yao pia ni kupata malisho ama majani. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, unaongezea urahisi wao kupata malisho kwa ng'ombe wao, na pia mitani wewe unatengeneza pesa. So, enjoy. Unavona hii hapa pabaki zimesimama tu unaweza kuwa unajiuliza kwamba ni kwa maana kwa nini tunafanya hivi. Cha kwanza ni kwamba unapokuwa ukimaliza hapa kuvuna haya mahindi ma, ma ambayo yatakuwa yamesimama yamebaki, hii miti, miti ya mahindi hii, waga inafanyiwa shughuli nyingine. Wafugaji wa ng'ombe wanahitaji hizi, wanaziitaga foreje ambazo wanatumia kwa ajili ya kulisha mifugo ta malisho ama majani, kwa hiyo kwa kufanya hivi unaongezea urahisi wao wa kupata malisho kwa ng'ombe. Mtazamaji, nahisi kwa kutazama maelezo ya video hii hapa umejifunza, na mwisho wa siku utakuja kuamua wewe sasa. Ulime mahindi ya kuchoma ama ulime mahindi kwa ajili ya unga, na pia kama ulivyosikiliza ndugu yetu Moga analikomendi na kwamba mtu uweze kufahamu mbinu na taratibu tofauti tofauti za kulima na kutunza shamba lako ili uweze kupata mahindi yenye kobe au mahindi yenye yenye matunda makubwa makubwa yale pale na ukifuatilia kwenye video hizi tofauti tofauti ambazo zipo kwenye chaneli hii hapa, tumekuwa tukimficha Morgan akitoa elimu kuhusu kilimo cha mahindi. So kabla hujaanza shughuli yako hiyo ya kilimo cha mahindi, whether kwa ajili ya kuchoma ama kwa ajili ya unga, konsida kuangalia video zingine ambazo zipo kwenye hii chaneli yetu ya Mako TV. Kwa hiyo kama hujisubscribe, naomba usubscribe. naitwa Stefano Mashauri ni Agriculture Engineer.